Eh, ndugu zangu, taarifa zilizofika kwenye dawati la uchunguzi ni kwamba eh, KMC wenyewe wanapenda kufungwa kwelikweli. Labda ni kwa sababu tu wako karibu na Sinza. Hawa ni kwamba labda beki hazikabi kama beki tatu, lakini pia tulijaribu kumtafuta eh, bwana hali bila kuunga, akasema yuko makumbusho anatengeza Simba. Baada ya hapo aingi zake kwenye eh, tambara jeupe. Ehe, lakini pia na wanaofuatia ni dodo e, majiji sio dodo, mdondo, dodo majiji, ambao wenyewe pia wanapenda kufungwa kama hawa, lakini hawa, sasa, uzuri ni kwamba wako mji mkuu na wanapatikana majengo dukani kule, na msemaji wao tu jaribu kutafuta kidogo, uzuri yeye ni mtu wa sisi timu ambao wanavaa sana kaunda, lakini pia vile vile hawa mabwana, unafahamu kwa salamu zao kwingineko kule, wajaleo aondoka leo baada ya kukatazwa kwamba ni sifanya shughuli zenu usiku, watu wa pwani, michezo ya usiku sio michezo ya kabumbu. Kuna magoli ambao wanafunga e, hatimaye walipata ushindi katika mchezo ambao walicheza na e, Waisa City. Hii ilikuwa ni vita ya uono wa nazi na maparachichi na mchele. Sasa uzuri aliliwa mchana, ukiachana okay, na hiyo e, tuna taarifa ya bodi ya kabumbu kwamba kuna michezo imepelekwa pelekwa mbele hapa. Sasa tutajaribu kumtafuta E, ndugu yetu e, manda e, manmanda aje atuambie ni nini sababu ya haya mambo yote kusogea sogea mbele, atatuambia hivyo, lakini ziko tuzo za TEFU ambazo taarifa imetoka kwamba zenyewe zimejiongea mbele kidogo. Sasa hatujui taharuki ni kwamba labda fundi hajamaliza suti, mi mwenyewe ni kocha. Sasa ikitokea tumepanga ya ratiba na watu wanataka kwenda kwa utafanyaji watu wanataka kwenda kunywa mbege, watu wanataka kufanya nini, kwa lazima ratiba zisoge mbele. Lakini ukiwa kama kocha unazingatia hivi vitu bwana, sio unataka mimi nisemeje? Ah, kwa kweli tuzo zime, zimepelekwa mbele, lakini unajua kuna vitu viwili. Fundi, eh, ajashona suti zote, so, so, fundi ajashona suti zote s suti, kuna watu wanene, sisi tunafanyaje? Lakini vilevile vile, eh, na fundi pia wa tuzo hatujamalizia hela yake, lakini sasa huwezi kusema kwamba labda hatujamaliza hilo, na tumesema pale sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Sasa uwezo wetu mnaujua e, nje ya uwezo wetu mnapajua ya, kama mnaweza, mtafuteni rais mwenyewe huyu kacheka e, labda yeye atawaambia niongezeni juisi basi. Kumrazi e, bana, mmemsikia ile ya ndindindi. Lakini pia vile vile mmemsikia manmanda, ila harakati za kumtafuta huyu Kacheka ambaye ni rais imegonga mwamba mpaka wakati mwingine, ndugu zangu. Huu ni uchunguzi.